Na rafiki mpendwa popote ulipo, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Mwislamu nayenifuatilia, assalamu alaikum. Leo ninataka nizungumzie e, sehemu tatu au nne za a, mkusanyiko wa Qur'an. Yani hii Qurani tulizonazo leo imetufikia fikia vipi? tunajua kwamba Muhammad yeye hakuwa anasoma, hakuwa ni msomi kwa mjibu wa sira za Kiislam na tarikh za Kiislam, yeye alikuwa ana maswahaba waliokuwa wakimwandikia Qur'an. Sasa baada, maadamu Muhammad alikuwa hai, Qur'ani haikukusanywa pamoja, kama masaf kama kitabu kimoja. Kazi hii ya kuikusanya Qur'ani kuwa ni kitabu kimoja imefanyika Eh, baada ya kifo chake ama baada ya Muhammad kufa, walitokea waislamu wa wengi ambao walikuwa wameingia katika Uislamu wa wakarejea nyuma. Kwa hiyo uh, Abu Bakari kiongozi wa kwanza, khalifa wa kwanza, hakaanza kupigana nao, vikapiganwa vita eneo la Yamama, wakauawa wengi waliokuwa wamehifadhi Qurani katika nyoyo zao. Said bin Thabit anasimulia haya katika e, maelezo yaliyokuja katika e, hadithi mbalimbali mbali, na nitanukuu hapa Buhari. Said anasimulia anasema, Said Abubakari aliniita wakati watu wa Yamama walipouawa, nilikwenda kwake na nikamkuta Umar bin Khatab amekaa naye. Abubakari akaniambia kwamba Omari amekuja kwangu na kuniambia, wahifadhi Qurani wengi wamefariki we dunia siku ya vita vya Yamama, na ninachelea kwamba wengi wao wanaweza kuwa mashahidi, maanake wanaweza wakafa katika vita mbalimbali sehemu zingine, na kwa hiyo Qurani sehemu kubwa kupotea. Kwa hiyo nakushauri wewe Abubakari utoe amri Qurani ikusanywe. Nikamwambia Omari, unawezaje kufanya jambo ambalo mjumbe wa Allah hakulifanya? Omar akajibu walahi, ili ni jambo zuri la kufanywa. Omar akaendelea kunisawishi nikubali pendekezo lake mpaka Allah alipofungua kifua changu na nikaanza kuona uzuri wa rai ya Omar. Kisha Abubakari akaniambia, wewe ni kijana mwerevu na hatuna mashaka nawe, ulikuwa ukiandika wahi zama za mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tafuta maandiko ya Qur'ani na yakusanye yawe kitabu kimoja. Wallahi, kama wangeniamuru kuhamisha moja ya milima isingekuwa mizito kama hombi hili la kuikusanya Qurani. Kisha nikaanza kukusanya. Uh, kisha nikamwambia Abubakari, unafanyaje jambo ambalo mtume eh, sala allahi wa salama hakulifanya Abubakari akaendelea kunisawishi nikubaliane na rai yake, mpaka Allah alipofungua kifua changu, kwa vile alipokifungua kifungo cha kifua cha eh, kifu Abubakari na Omari kwa hiyo nilianza kutafuta Qurani na kuikusanya kutokamana na yale yaliyoandikwa juu yake, yani makuti ya mitende, mawe meupe membamba, na kutoka katika watu walioijua kwa mioyo yao, mpaka nilipoipata aya ya mwisho ya surat Toba kwa Abu Kusaim al-Ansari, na haya hiyo nilio, nilikuta kwake tu aya yenyewe ni hii "Hakika amekwisha kukujieni mtume kutokamana na nyinyi mwenyewe, yanamuhuzunisha yanayokutaabisheni, anakuangaikieni sana, kwa waumini ni mpole na mwenye huruma. Basi wakigeuka wewe, sema Allah ananitoselesha hapana Mungu isipokuwa yeye tu, mimi namtegemea yeye, na yeye ndiye Mola mlezi wa kiti kuu cha enzi." Qurani, sura ya tisa aya 128 hadi 129. Mswada kamili ukabaki kwa Abubakari mpaka alipofariki dunia, kisha ukawa kwa Omar uh, raanu mpaka alipofariki dunia, kisha kwa Afsa binti Omari, mke wa mtume. Eh, na hii ni hadithi imekuja katika Buhari. Eh, hadithi ya elfu nne mia tisa na themanini na sita. Sasa basi baada hicho ndio kilikuwa kisehemu ya kwanza ya ya mkusanyiko wa Qur'ani kuwa kitabu. Hapa tunaona juhudi za kwanza kabisa za Qur'ani kukusanywa pamoja, kama masaf kama kitabu chenye aya zote kwa pamoja, ambazo zilisalia baada ya kuwa watu wengi wameangamizwa katika vita vya Yamama. Sasa kazi hii alipewa kijana mdogo ambaye anaitwa Said bin Thabit. Sasa Jambo hili limefanyika licha ya kwamba katika uhai wa mtume zama za mtume akiwa hai alishauri kwamba Waislamu wakitaka kujifunza Qurani waende kwa maswahaba wanne wanne maswahaba ambao mtume mwenyewe amewataja, alikuwa ni Abdallahi bin Masud, alikuwepo Salim mwachwa huru wa Abu Dhaifa, alikuwepo Muadh bin Jabal na alikuwepo Ubay bin Kab. Hawa ndo mtume alisema twende kwao tukajifunze Qurani. Hajabu ni kwamba dola ikaamua kutompa jukumu hili yeyote katika wale wanne, bali jukumu hili akapewa kijana ambaye ni wa Kianswara na ndio maana eh, baadhi ya maswahaba wakiongozwa na Abdallah ibn Masud walilipinga jambo hili o, eh, walilipinga jambo hili kama tutakavyoona huku mbele sasa. Baada ya hatua hiyo ya kwanza, twende katika hatua ya pili. Ukusanyaji wa pili wa Qur'ani unakuja kufanyika miaka ishirini baada ya Muhammad kuondoka duniani, ni zama za khalifa Uthman bin Affan, khalifa wa tatu yu kiongozi mtawala wa tatu. Uh, tunaambiwa kwamba uh, kwa hadithi iliyokuja kutokamana na Muhammad bin Bashari amehadithia, uh, kutoka kwa Abdurrahman bin Mahad, uh, anasema uh, kwamba Zuhuri ameeleza kwamba naye kutoka kwa Anas kwamba halikuja Habu Udhaifa bin Yaman uh, kwa Huthman bin Afan kipindi ambapo watu wa Shamu yani Siria na watu wa Iraki walikuwa wakipigana ili kuiteka Armenia na Azerbaijan. Udhaifa aliona kutofautiana kwao, yani uh, watu wa Shamu na watu wa Iraki kuhusu eh, Qur'an kila mmoja hakisoma kisomo chake, na kila mmoja akimwita mwenzake kafiri. Basi akahofia kwamba hizi itilafu zimekuwa ni nyingi. Kwa hivyo akamwambia Uthmani, ewe hamiru muuminuni, ewe kiongozi wa waumini, huokoe umma huu kabla hawajehitilafiana juu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu kama walivyoitilafiana Wayahudi na Wakristo kabla yao. Kwa hiyo basi Uthman akamtumia ujumbe Afsa mkewe Mtume akisema tutumie nakala ya Qurani, ile Qurani ya asili sasa e, ili tuweze kutengeneza copies, tuweze kutengeneza nakala alafu tutakurejeshea e, Qurani e, Qurani hii ya asili yako e, basi Biafsa akaituma hile Qurani akamtumia Said bin akamtumia eh, eh, Uthman bin Affan. Kisha Uthman akamwagiza Said bin Thabit pamoja na Said bin Al-As pamoja na Abdurahman bin al Arith pamoja na, eh, na Abdallah ibn eh, Zubair ili wanakili maandishi hayo kwenye nakala kamili, yani watoe copies na baada ya kuzitoa zile kopi zikatumwa kwenye e, kwenye majimbo ya Kiislamu kwenye nchi za Kiislamu Basra, e, Kufa na sehemu zingine. Walitoa kopi kama tano au sita hivi zikaenezwa kote katika ulimwengu wa Kiislamu. Kisha akawaambia wale makureishi watatu pamoja na Zaid bin Thabit, ikiwa mtaitilafiana lolote basi liandikeni katika ulimi katika usemi katika lahaja ya Kikureshi, kwani Qur'ani imeteremka katika ulimi wa Kikureshi. Sasa hadithi inaendelea kusema Uh, basi Said bin uh, nani Said bin Thabit anasema kwamba tukawa tuna, tuna, tuna kopi ikawa tuna uh, toa nakala, lakini nikakosa, nikakosa kuipata aya ambayo nilikuwa nikisikia kwa mtume. Aya yenyewe ni katika Suratul Azab, yani aya ya ishirini na tatu, aya ambayo inasema Uh, miongoni mwa waumini wapo watu waliotimiza walioaidiana na Allah, baadhi yao wamekwisha kufa na baadhi yao wanangojea, wala hawakubadilisha hadi hata kidogo. Basi nikaitafuta na nikaikuta kwa Abu Kusaima bin eh, nikaikuta kwa Kusaima bin Thabit au kwa Abu Kusaima. Kwa hiyo nikaingiza haya hiyo katika sura yake, yani katika Suratul Azab anasema aya hiyo akaikosa. Sasa hapa lakuja swali, aliikosaje aya hiyo wakati tayari yeye ndiye aliyekopi qurani nzima kipindi kile cha hawali? Maanake kumbe kipindi kile cha awali kuna aya ambazo zilikuwa zimekosekana. Sasa hivi anaipata aya hii, au sasa hivi ndo anagundua kwamba aya hii haipo katika masaf, anakwenda kuitafuta hmm inaendelea kusema azuri, anasema wakaitilafiana siku hiyo kuhusu atabut, yani atabut sanduku au uh, atabu jeneza. Makureishi wakawa wanasema atabut, na hii ni katika aya ya Qurani Suratul Bakara, sura ya pili, aya yake ya um, uh, kama mia moja arobaini na kitu pale au miambi, samani mia mbili arobaini na sita kama sijakosea, kuendelea pale anapozungumzia wana wa Israeli walipoletewa sanduku nyakati za mfalme e, Sauli ambaye Qurani inamuita inaliondoka um, talut, e, Qurani inamuita talut. Basi wakahitilafiana kuhusu atabut au atabu Makureshi wakawa wanasema hatabut, basi ule eh, ule ile itilafu ikapelekwa kwa Uthman, ambaye alisema iandike atabut, yaani sanduku, kwani Qur'ani imeteremshwa katika lugha ya Kikureshi, katika ulimi wa Kikureshi, katika lahaja ya Kikureshi. Azuri anasema uh, Ubayd, uh, uh, Azuri anasema Ubayd bin Abdallah bin Utba alifahamisha kwamba Abdallah bin Masud alichukia kwamba kazi ya kunakili Qurani aliifanya Said bin Thabit, na akasema kuambia watu, enyi Waislamu nimetengwa katika kazi ya kuinakili kui Qurani na amepewa mtu ambaye wallahi, niliposilimu na kuwa na muumini alikuwa bado katika viuno vya mtu aliyekafiri yani, mtu asiyeamini ya maanake kwamba wakati huu mimi nikisilimu, nikianza kujifunza Qurani alikuwa bado hajazaliwa, akimaanisha kipindi kile cha nyuma, kipindi cha Maka. Ah, <laughs> kwa hiyo hadithi naendelea kusema ibn, abdallah ibn masud alisema: enyi watu wa Iraki, zificheni nakala zenu za qurani mlizo naso na zifiche, kwani hakika allah amesema, na e, yeyote atakayeficha kitu atakuja nacho alichokificha siku ya Kiyama. Basi kutana na mwenyezi mungu mkiwa na nakala zenu za qurani. Azuhuri anasema, imenifikia kwamba baadhi ya maswahaba walichukia kauli hii ya ibn masud akasema hii ni hadithi nzuri na sahihi, ni hadithi ya Azuhuri na sisi hatujui isipokuwa kwa hadithi hii, maanake kwamba walichukia msimamo wake wa kupinga dola, wa kupinga ya, nini, makubaliano ya, ya, ya, ya, ya watu wakiongozwa na na kina Uthmani, ambao Uthmani baada ya hizi nakala aliagiza nakala zingine zote za Qur'ani zitiwe moto, zikachomwa kwa hadithi mbalimbali ambazo tunaziona aliagiza kabisa kwamba misahafu yote iweze kuchomwa, na kweli ile zile nakala za Qur'ani zikaweza kuchomwa. Sasa hapa tunapatana na ukakasi, ukakasi e, wa kwanza au tatizo la kwanza tunalolipata hapa ni kwamba ikiwa wale waandishi wanne e, yani wale Makureishi watatu pamoja na Said bin Thabit walikuwa wanatoa copies kwa kurejea ile Qur'ani mama ambayo ilikuwa kwa Afsa. Sasa vipi tunapata kwamba e, kuna hutofauti itilafu zinatokea wapi? Anawaambia Uthmani, kwamba ikiwa e, mtaitilafiana, basi andika katika ulimi wa Kikureshi. Kwani kule mwanzoni ilikuwa imeandikwa katika ulimi hupi? Kwani ile kazi ya kwanza iliyokuwa imefanywa na Said bin Thabit ilifanywa kivipi? lakini pia tunaona kwamba huyu sahaba mkongwe Abdallah ibn Masud alichukia kitendo cha kazi hii aliopewa, kazi kubwa kabisa ambaye amepewa kijana wa Kimadina ambaye si Mkureshi, ambaye bado alikuwa viunoni mwa makafiri kipindi kile cha Maka. Lakini tunaambiwa kwamba baadhi ya maswahaba nao hawakufurahishwa na kitendo cha Abdallah bin Masud kususia Qurani ya dola lakini pia tunamwona Abdallah ibn Masud akiwaonya Waislamu waweze kuficha misahafu yao, yani qorani zao zisiche zikachukuliwa na dola na kuteketezwa. Ni kwa bahati mbaya sana wapendwa, kwamba dola ilifaulu pakubwa kuchoma nakala mama za qorani, eh, nakala na ambazo maswahaba walikuwa nazo wamejiandikia kwa mikono yao wenyewe za kutegemewa wakatengeneza Qorani mpya ambazo sasa ndo zifuatwe na kila mtu rasmi. Mpya ya Qorani ikatengenezwa zama za Uthman bin Affan. Ndo maana Qorani tuliyo nayo leo inaambatanishwa na Uthman bin Affan. Sasa, baada ya Uthman kuwa amekufa, hakaja kiongozi mwingine anaitwa Marwan bin Hakam. Tunasoma katika kitabu cha ulumul Quran, hiki e, kitabu cha ulumul Quran, ukurasa wa mia moja arobaini na tatu e, kwamba baada ya kifo e, cha Hafsa e, yani baada ya kifo cha Uthmani, samahani, wakati Marwan anatawala sasa, yani hapo e, kipindi cha Marwan ni kwamba tayari e, Ali Imam Ali ameshauawa wanawe Huseini na Hasani wamesha wameshauawa na hawa Bani Umayya wali wamechukua. Yani, ukiangalia mmoja katika wajukuu wa mtume walikata kichwa chake wakawa wanacheza cheza nacho barabarani. Hawa ndo Bani Umayya, hawa ndo natarajia kwamba watakutunzia wata Qurani sasa Tunaambiwa kwamba huyu Marwan alituma ujumbe kwa Afsa mkewe mtume kwamba nipe uh, ile miswada ya Qurani zile as, Qurani mama ile Qurani iliyokusanywa wakati wa Abubakari akataka ay, um, uh, mama huyu ampelekee ili aweze kuiteketeza aweze kuiangamiza, lakini mama akakataa kumpa. <coughs> tunaelezwa katika ukurasa huu wa mia moja arobaini na tatu Mba mara baada ya kifo cha Hafsa, Marwan bin Hakam akaagiza aka, sasa ule msahafu wa asili uletwe na ulipoletwa kwa Marwan, Marwan akauchoma akauteketeza. Kwa hiyo ni kwa bahati mbaya sana sasa hivi hatuna tena ile Qurani iliyokusanywa enzi za Abubakari, ile Qurani abu ya asili ya kwanza kabisa kukusanywa pamoja kama masahafu Marwan bin Hakam akaichoma. Kitabu hiki ukurasa wa 143, naomba nikufungulie hapa ili uweze kuona kwamba hiki ninachokisema kimo ndani ya kitabu. Haya hapa, mwenyewe unaweza ukajisomea mpendwa. Sasa ikiwa ni muislam unaweza ukaangalia kitabu hiki Ulumul Quran, e, kitabu cha elimu juu ya Quran ukurasa wa mia moja arobaini na tatu na nukuu hapa, naomba ni nukuu inasema mswada, ngoja e, nisome hapa inasema uh-huh. Mia moja, arobaini na tatu. Mia moja, hapa. Mia moja, arobaini na tatu. Icho hapa kipengele cha muhimu sana anasema, mswada ulioandikwa kwa amri ya Saidina Abubakari alibaki nao wa wakati wa uwai wake, kisha ulibakia na Saidina Homari na baada ya kuuwawa saidi E, au shahidi ulihamishiwa kwa utunzaji wa Sayyidah Hafsa kulingana na maelekezo yake. Baada ya hapo Marwan bin Hakam aliomba hapewe, lakini Sayyidah Hafsa alikataa kumpa. Hmm. Baada ya kifo chake Sayyidah Hafsa, Marwan aliagiza na akakusanya miswada hiyo na kuichoma, kwa sababu makubaliano ya pamoja yaliyafikiwa wakati huo kuhusiana na miswada ya upangaji wa sura ilikuwa sasa ni wajibu kufuata miswada ya sura uliyofanywa na Sayyidina Uthman pekee, na hapana nakala iliyokubaliwa kuwepo ambayo ilitofautiana nazo. Mwisho manake wa nukuu. Maanake hapa ikafanywa shura, ikafanywa kikao kwamba, jamani nakala zote zile hatutakubaliana nazo isipokuwa nakala za Uthman bin Affan. Lakini Uthman bin Affan mwenyewe hakuichoma ile nakala mama, aliirejesha kwa mke wa Mtume. Sasa wewe unamsubiria mama yako wa imani amekufa, alafu unakwenda unachukua ule msahafu unauchoma. Manake kumbe ule msahafu ambao tuliambiwa mwanzoni kwamba walikuwa wanatoa copies, hazikuwa copies. Maanake kama copies Maanake ni kwamba una, una nakili tu kile kilichomo ndani, una kinakili kwenye nakala mpya, inastahili kuwa kama fotokopi. Lakini kumbe walichokuwa kifanya sio fotokopi, sio kutoa nakala, bali ilikuwa ni kuandaa misahafu mipya. Sasa katika sehemu ya pili nitakuja kuelezea kwa nini leo unaposoma Qurani Tanzania, Kenya na Afrika Mashariki unaisoma Qurani ambayo inajulikana kama Qurani ya Imamu Hafs. huyu Imam Hafs ni nani? Lakini pia kuna Qurani inayojulikana kama Qurani ya Kalun. Kalun ni nani? Lakini pia kuna Qurani inayojulikana kama Qurani ya Warsh. huyu Warsh ni nani? ama Kambur. Kambo li nani? Hizi zote ni tarjama ni, ni, ni, ni, mbalimbali za Qurani, visomo mbalimbali mbali vya Qurani ambavyo leo vipo duniani, takuja kuvizungumzia, ili muislamu unaposoma Qurani ambayo umeambiwa ni moja ambayo imeambiwa kwamba Allah amechukua ahadi kwamba atailinda Qur'ani, ili uhakikishe kwamba hichi ninachokisoma ndicho au sicho. Hadi wakati huo, Mungu wa mbinguni akubariki na endelea kutafakari somo hili pamoja nami. Asante na amani ya Mungu iwe pamoja nawe.